Usimwogope mwanamke sababu hauna nguvu za kiume. Tatizo la nguvu za kiume ni tatizo ambalo linaweza kukufanya kuwa na uoga wa kumfuata kila mwanamke ambaye unampenda ama yule mwanamke ambaye unamtamani kumfuata, basi unajihisi kuwa na uoga wa kumfuata kwa sababu unaogopa utadhalilika. Sasa usidhalilike sababu kwamba hauna nguvu za kiume ama hauwezi kumudu yule mwanamke unayempenda kwa sababu una hofu utadhalilika. Tatizo la upungufu wa nguvu za kiume ni tatizo linalotibika na unapata tiba, na tatizo lako linakwisha moja kwa moja kabisa. Hebu nisikilize vizuri, nikupatie hii tiba ambayo itakayoweza kumaliza changamoto yako kwa haraka sana, kwa tatizo la upungufu wa nguvu za kiume kama wewe umeathirika, na jinsi ulivyoweza kuathirika, yani unaweza kushiriki tendo la ndoa mara moja na hauna tena ile hamu ama hisia ya kurudia mara ya pili e, ama unaweza kwenda mara moja, unarudia una mara ya pili, lakini unachukua muda mrefu sana, inaweza kufika mpaka manusu saa lisali moja mpaka masaa mawili ndio unaweza kujikuta kwamba unaenda laundi ya pili, na ukimaliza hiyo laundi ya pili maanake hauna tena ile hamu ya kuendelea mpaka kesho ama siku nyingine yake. Na kama unaweza kwenda mara moja e, ukaunganisha ukaenda mara ya pili, mara ya tatu, lakini inakuwa e, muda mchache sana, yani kwa a long distance, yani taratibu hmm? yani short time, yani unaweza uka, ukaiweka tu umemaliza, ukiweka tena umemaliza. Sasa hiyo inakuwa haiko sawa. Nisikilize vizuri, nikupatie hii tiba ambayo tukaweza kumaliza changamoto yako kwa haraka sana eh? hii tiba ni nzuri sana, na wanaume tumeathirika katika tunaathirika katika sehemu tatu, na sehemu ya kwanza ni kushuka kwa homoni ya testosterone ambayo homoni hii kazi yake kubwa ni kuweza kufanya wewe mwanaume e, uweze kupata ile hisia ya kushiriki tendo la ndoa e. Ya pili tunaathirika katika misuli ya uume. Misuli ya uume inakufanya mwanaume uweze e, kusimamisha uume vizuri vile inavyohitajika vile e, ipasavyo kabisa. Na kama misuli hii imeathirika, maana yake hata uume wako utakuwa unanyuya sana, utakuwa unasinyaa kama wa mtoto mdogo, yaani unarudi sana ndani. Uh, mshasiku mwenye nikua unajuliza, ni nini tatizo? Mpona uume wangu nasinyaa, unakuwa mdogo, unakuwa tofauti ulivyokopa awali, tatizo ni nini? Kumbe misuli yako imesinyaa na haina uwezo tena ya kuweza kurudi katika ile hali ya kawaida kutokana na umekosa tiba sahihi. Atatu ni mishipa ya damu kuto kupeleka damu vizuri katika mfumo wa uzazi. Hii inakusababisha wewe mwanaume kuto kupata ile hisia vizuri na kuto kuweza kusimamisha viungo vile vinavyohitajika na hata kuto kushiriki kwa, kwa ukamilifu vinavyohitajika. Sasa ukitumia hii dawa, maana yake itatibu changamoto zote hizi ya homoni ya testosterone, mishipa pamoja na misuli yake, lakini pia itakufanya wewe mwanaume uweze kwenda kwa muda mrefu sana. E, unaweza kwenda ile raundi ya kwanza, unaweza kuchukua dakika tatu mpaka nne, lakini itachukua dakika chache na utaweza kurudia raundi ya pili. E, chukua maua ya alizeti maua ya chikichi tende, e, kitunguu maji, tangawizi na asali Vitu hivi vyote uh, utavibrendi kwa wakati mmoja, utavisaga kisha ukachemsha ule mchemsho wake uh, utunze vizuri baada ya kuchemka, kisha ukapoa. uh, weka ile asali kisha utumie uh, kikombe kile cha kahawa kidogo, kimoja asubuhi, kimoja jioni, kila siku kwa muda wa wiki mbili utaweza kuona faida kubwa sana kutokana na changamoto zako zinazokusumbua za upungufu wa nguvu za kiume. Inatibu vizuri sana, inatibu katika upande wa mishipa ya ume e, mishipa ya damu na misuli ya ume e, homoni testosteroni na kuweza kumfanya mwanaume aweze kurudia kwa mara, mara kwa mara na kwa muda mrefu. Pia vile vile hii ndio faida ya hii tiba. Ye, maua ya alizeti, maua ya chikichi tende e, e, tangawizi pamoja Uh, pamoja na asali. Tumia hivi, alafu utaniambia, uh, tiba yake inakuwaje? Hii nimekupa wewe kama huduma ya kwanza, lakini mimi nina tiba tayari, nilishajiandaa tiba kamili imeshaandaliwa. Kama unahitaji tiba kamili, utanipigia simu niweze kukupatia tiba hii ili uweze kuona tatizo lako eh, la upungufu wa nguvu za kiume. Usimkimbie mwanamke sababu hauna uwezo wa kuweza kumudu tendo la ndoa. Hmm. Mimi ni mtaalamu wako ninayekushauri kila siku, namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38 Ni kutakia siku njema, nikutakia kila la heri, lakini usisahau kunifollow na kusubscribe katika channel yetu. Nikutakia siku njema, nikutakia kila